Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwanza tumekuwa na, na viongozi wapya kuanzia uh, Januari 21 kwa upande wa Zanzibar, tumekuwa na viongozi wapya, lakini hatuoni au hakuna mkakati wowote ambao sisi unatu, unatuongoza katika kufanya kazi zetu hizi za kisiasa, lakini pia sio tu mkakati wa ndani lakini hata ule mkakati wa kisiasa, kuona sasa tumemaliza uchaguzi kama chama, tuna mkakati gani kwenda mbele. Sasa tumekuwa kama tuna hofu labda huenda hii Chadema ya sasa haina mpango wa Wazanzibari, hauna mpango madhubuti wa kuwasaidia Wazanzibari katika kutafuta haki na mamlaka yao kamili, kama ambavyo ilikuwa ilikuwa ilikuwa huko nyuma. Tumekuwa na wakati mgumu sana wa kiutendaji wa pale makao makuu. Mtakumbuka sisi wajumbe wa secretariat, mwenyekiti wetu wa kikao cha secretariat ni naibu katibu mkuu Zanzibar toka Januari alipochaguliwa naibu katibu mkuu wetu mpaka tunazungumza leo hajawahi kuitisha kikao cha sekretarieti hata kimoja, angalau kuja kutueleza tu kuna moja, mbili, tatu anahitaji tulifanyie kazi, au mkakati wake kutueleza kama naibu katibu mkuu kuja kufanyia kazi, au chochote kile ambacho labda ametuita sisi kikao. Tumejikuta tunakosa mwongozo, jinsi gani ya kuenda zetu mbele kama, kama sekretarieti. Chama chetu kimepoteza mvuto na mwelekeo, kwani hakuna shughuli yoyote ya kisiasa ambayo imefanywa tangu Januari 25 mpaka, mpaka sasa. Tumejaribu kuomba sana toka tumalize uchaguzi mkuu ndani ya chama angalau kufanya retreat basi ya viongozi kuto, kutoa mustakabali wetu miezi mitano sasa, hata huko makao makuu hakuna hiyo fikra angalau ya kuwezesha ya chama, licha kwa ya kwamba wao wamekaa vikao zaidi ya mara mbili mara tatu kama kamati kuu, lakini kamati maalum Zanzibar hakuna huo mkakati wa kuitishwa na kufanya na kufanya angalau wajibu wao na kutoa matamko yao mbalimbali mbali kama kamati maalum ya Zanzibar, kama, kama ambavyo ilikuwa kipindi cha nyuma. Tuna hii jambo la la no reform no election. Kimsingi Watanzania mnaelewa Zanzibar kuna tume ya uchaguzi yake, na bara kuna ya muungano inatumia ina, ina tume ya uchaguzi yake na sheria pia ziko tofauti. Tumekuwa na hofu hili jambo ambalo linazungumzwa la no no, no reform no election, kama kwamba kuna ushirikishwaji mkubwa wa maamuzi ya wa Wazanzibari kwenye hili jambo lakini ushirikishwaji kwenye haya maamuzi, chombo cha Zanzibar hakijashirikishwa toka Januari hii, toka uchaguzi umalizike mpaka leo kwenye hili jambo hakuna. Kwa hiyo tuna hofu na, na, na, na kupotea kwa haiba ya chama kutokushiriki uchaguzi, kitu ambacho sisi malengo ya chama